Wafugaji na wawekezaji nchini wametakiwa kuwekeza katika teknolojia ya kisasa kuongeza uzalishaji na kuinua uchumi katika sekta hiyo, huku Wizara ya Mifugo na Uvuvi ikieleza kuendelea kuweka mazingira rafiki ya ufugaji. Tupate taarifa kamili. Ni katika kongamano la kisayansi la 48 la chama cha wataalamu wa sekta ya mifugo na uvuvi TISAP, linaloendelea no mkoani Arusha ambalo hufanyika kila mwaka kwa lengo la kujadili taarifa za kitafiti zinazofanywa na wataalamu hao kwa mwaka mzima ili kupata ufumbuzi wa changamoto mbalimbali zinazoikabiri sekta hiyo. Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Agnes Meena, wakati akifungua kongamano la 48 la kisayansi la wataalamu hao, anabainisha wizara kuweka mazingira rafiki ya ufugaji huku akiwataka wafugaji kufuga kwa tija kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Wafugaji na wazalishaji wanahimizwa kuwekeza katika teknolojia za kisasa na vitendea kazi sahihi vitakavyoongeza uzalishaji wenye tija katika sekta ya mifugo na uvuvi. Kwa upande wetu sisi kama wizara, tutaendelea kuhakikisha kuwa mazingira ya kufuga, kusindika na kufanya biashara mifugo na uvuvi yanazidi kuwa bora. Mwenyekiti wa Chama cha Wataalamu wa Mifugo na Uvuvi, Dr. Jonas Kizima anabainisha malengo ya chama hicho kwa mujibu wa sheria ya chama hicho. Lengo la kwanza huwa ni kuhimiza maendeleo katika sayansi ya uzalishaji na uendelezaji wa mifugo na uvuvi. Na lengo la pili huwa ni kutoa fursa kwa wadau wote katika sekta zote mbili e, katika tasnia hizi angalau kuweza kukutana kila mwaka mara moja kuweza kubadilishana mawazo na namna gani tunaziendeleza sekta yote. Aya, naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa kilimo na mifugo kutoka Zanzibar Daktari Talibu Suleiman amesema takriban asilimia themanini ya mifugo inayosindikwa visiwani humo inatoka Tanzania bara, hivyo amewataka wafugaji na wataalamu wa malisho nchini kutumia fursa ya soko kubwa la mazao hayo lililopo visiwani humo. Kwa hiyo niwaambie tu wenzangu kwamba Zanzibar ni fursa kubwa ya soko kwa bidhaa za mifugo, lakini naitizama Zanzibar, kama tunaongeza ufugaji kweli, tutakuwa na mapungufu makubwa ya malisho kwa sababu ya udogo wa ardhi yetu, ujenzi umeongezeka. Kwa hiyo niwa, ni, ni niwahimize sana wenzetu walioko huku wazidi kupanda malisho, watizame fursa za kuyauza hayo malisho upande ule. Chama cha wanasayansi wa sekta ya mifugo na uvuvi kilianzishwa mwaka 1973 ambapo wataalamu hao hukutana kila mwaka kujadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya sekta hizo.